Waziri mkuu alikwenda kule kusini kule si tunduru kule, watu wakawa na vaa ya nguo za ile mifuko ya sulfeti. Huko ndiko tulikotoka. Kwa hiyo upande mmoja ni matatizo makubwa, lakini pia upande mwingine sasa, upande wa pili, mkishakuwa na matatizo ni lazima mtafute misaada lakini wakati huo ukizungumza na yeyote anasema kwanza mkubaliane na IMF na World Bank. Sasa makubaliano ya IMF na World Bank wakati wa mzee Nyerere hayakuwezekana, na wakati ule sisi tukiwa Youth League tulipiga maandamano pale Lumumba pale, hatugeuki nyuma, tukawajiwe sasa ipokuja mzee Mwinyi wamerudi tena jamaa. Sasa wakati ule ndio vitu vingine mfahamu, wakati ule wa chama kushika hatamu, chama ndio kilikuwa na dhamana ya kutengeneza sera, serikali kazi yake ni kutekeleza. Na hata kama serikali mtakuwa mmebuni sera ni lazima muipeleke kwenye chama, kikishapata baraka ndio sasa inakuwa ni sera ya kuweza kutumika rasmi. Kwa hiyo serikali wakati ule ya awamu ya, ya pili ilipokuwa ina, ina, ina, inazungumza na IMF, inawasiliana na IMF, jambo lile likaletwa kwenye halmashauri kuu ya taifa mie na bahati nzuri nikawa mjumbe wa NEC toka 82 na mzee Msuya alikuwa mjumbe wa NEC wakati ule, lakini majadiliano yalikuwa magumu sana na ugumu wake ni mmoja, kwamba IMF wanapendekeza tufanye mageuzi ya kiuchumi, lakini mageuzi yale ya kiuchumi yakifanyika yana athiri misingi ya ujamaa na kujitegemea. Ujamaa ni sera ya chama, sasa mnafanyaje? Kwa majadiliano pale kwenye chama yakawa magumu, maneno makali, na wanamlenga mzee Msuya. Nakumbuka, simtaji jina, mzee mmoja akasema, wewe bwana IMF <laughs> That is how tough it was, I was i there. Sasa lakini kwenye serikali sasa, mzee Msuya na mzee Mwinyi, kubaki hivi hivi tulivyo haiwezekani, hali ni mbaya, lakini pia kukubali yale masharti yale, mna tatizo ya namna ya kukiridhisha chama kikubali kulegeza baadhi ya, ya, ya, ya misingi yake iliyotamkwa kwenye azimio la Arusha nakumbuka siku moja <laughs> baada ya baada ya vikao vingine ndio mzee Mwinyi akasimama akasema, jamani, hali tuliyokuwa nayo ngumu, mimi ni kama vile niko katikati na kuna mikuki miwili, upande huu kuna mkuki, upande huu kuna mkuki mbele hakuendeki, nyuma haku, huwezi kurudi. Nachoomba wenzangu, mturuhusu mtupe nafasi tuzungumze tu nao hawa jamaa zetu. Na wakati ule tunajadiliana haya, mwenyekiti mwenye wa chama ni Mwalimu Nyerere. Sasa Mwalimu Nyerere aliondoka 85 lakini aliacha mwenyekiti wa CCM mwaka 90 kwa kipindi chote kile cha miaka mitano ya kwanza ya mzee Mwinyi mwenyekiti mwenye ni, ni Julius Nyerere. Hatimaye mzee Nyerere akasema tuendelee, kwa hapo ndipo tulipofunguka na hapo ndio kuanza kwa mageuzi ya kiuchumi lakini ukizungumza kwa lugha ya Kihindi ni guru guru wa mageuzi ya kiuchumi jamani, mzee Cleopa David Msuya, na yamepatikana ya haya kwa lugha ya Kiingereza at great sacrifice, aliyofanya yeye amejitolea. Alafu alikuwa mvumilivu sana, maneno makali pale, lakini bado akisimama hamkasiriki mtu anaendelea kujenga hoja, hali yetu ndio hii, toeni majawabu ya kutoka hapa, tunawasikiliza sisi, ndio tuko kwenye serikali, lazima tutoke hapa. Sasa wenzetu, mnaona kwamba haya hayatufai, linalotufaa lipi? Na mnaona huko madukani hakuna kitu, bidhaa hazipo, na ndipo pale mzee Mwinyi alipoanza eh, ruksa hiyo. Dar es Salaam palikuwa na matatizo ya mabasi yale, anasema jamani, ye aliyekuwa na lori afunge viti tu, ruksa. Ndio tukawa na chai maharage, eh maana kama wazee, huduma ipatikane, mwenye pesa zake anaweza kuleta bidhaa kutoka nje, alete. Hatutamuuliza hela kapata wapi, kapata vipi, bora tu bidhaa zimekuja. Ndipo pale ndio ikaanza kufunguka. Kwa hiyo nilikuwa nataka haya niyaseme ili miajue. Sasa kama nimechukua muda wako wewe mrefu, lakini ningechukua muda wako wewe haya, nisingeyasema haya, nisingesema na tungetoka hapa hatujanufaika na habari ya mzee Cleopa David Msuya.